Je, ulishawahi kusikia kuhusu sanamu la aibu? Wengi tumezoea masanamu huwa yanachongwa ya watu mashuhuri, watu waliofanya mambo ya ajabu na makubwa duniani, lakini sanamu hili lilitengenezwa karne ya kumi na moja ikiwaonyesha mke pamoja na mume wake wakipiga magoti, wakiashiria kuomba msamaha. Je, walifanya kitu gani hawa? Walikuwa ni walarushwa maarufu katika uwanja wa siasa nchini China. Kesi yao ilivuma sana na katika jiji walilotapeli zaidi, wasanii waliamua kuichonga sanamu yao wakiwa wameinama, mikono nyuma, ni kana kwamba wanaomba msamaha. Hii ni ishara ya kudumu ya fedheha na onyo kwa yeyote anayehujumu uchumi. Watu wakipita katika maeneo haya huzipiga sanamu hizi kuonyesha kuwa hawapendezi na tabia hii. Leo wenzi hao wamesimama kama hadithi ya aibu, si kwa nguvu zao bali kwa kivuli cha uharibifu walioacha nyuma. Sanamu hizo zinaweza kukumbusha watazamaji kila siku jambo moja tu: ukijenga utajiri juu ya uongo, siku moja ya hukumu haikwepi. Hebu niandikie maoni yako hapa. Je, hii ni sahihi ama ni fedheha?